Hutuba fupi ya shukrani kwa wabunge ya spika kwa mujibu wa kanuni ya kumi pasi ndogo ya tano ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025, tarehe 11 Novemba 2025. Waheshimiwa wabunge wa teule, awali ya yote naomba kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kufika leo tarehe 11 Novemba 2025 ambayo ndio kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa Bunge la kumi na tatu. Kwa kuwa ndio nasimama kwa mara ya kwanza nikiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa namna pekee na kishukuru Chama changu cha Mapinduzi chini ya uongozi imara wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kunipendekeza kwa mgombea wa nafasi hii ya kuiongoza bunge. Sio kwamba mimi ni bora kuliko wenzangu, wote waligombea kupata nafasi hii katika ngazi ya chama la hasha. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu linipa kibali na kuridhia nigombee nafasi hii. Nawashukuru sana. Sio kwamba mimi ni bora kuliko... aidha, ni bora kuliko aidha, niwashukuru washukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa, nathamini na, na, sana imani hiyo. Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote. Hamjanichagua tu ili niongoze bunge, bali mmenichagua mmenichagua ili tufanye kazi pamoja, niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tukubaliana, na tutakubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali mbali kwa kipindi cha miaka mitano ijayo yafanikiwe, kwa masuala mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu, na waili kwa kuwa kuwa na bunge moja litoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote na kwamba ofisi ya Spika atakuwa wazi wa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali. Aidha, niwashukuru watangulizi wangu katika nafasi hii ya Spika, Yep, wabunge wa jamhuri ya muungano wa tanzania hususan mheshimiwa dr tulia akson rais wa umoja wa mabunge duniani ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa spika na mimi nikiwa naibu spika katika bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025 mheshimiwa dr tulia aliamini aliniamini na kunishirikisha katika maswali mbalimbali na nilitii maelekezo yake yote, ili kuhakikisha bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. na kushukuru sana Dkt. Tulia kwa mchango wako kwa na mafunzo na elimu ulionipa. Kwa muktadha huo, ninawahidi ni viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu naibu spika na baadaye wenye viti wa bunge kwamba tutashirikiana kuliongoza bunge hili la kumi na tatu kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge, kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni. Ingawa bado hatuna upande wa serikali, leo tunaye mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Johari ni aidi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama bunge tutashauri na kutoa maazimio ya bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na maendeleo endelevu ya nchi yetu. Namshukuru pia katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard na timu yako yote ya watumishi wa bunge kwa maandalizi mazuri ambayo yametuwezesha leo kuanza kikao chetu cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la kumi na tatu. Kipekee sana nawashukuru wananchi wa jimbo la Ilala kwa kuniamini na kunichagua kwa mbunge wao kwa kipindi cha tano. Sasa nawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa. Hakika ni deni kubwa sana kwenu, wema hulipo kwa wema. Naushukuru sana uongozi wa CCM mkoa wa Dar es Salaam na wilaya Ilala pamoja na viongozi wengine wote kwa heshima kubwa alionipa na ushirikiano walioendelea kunionyesha mwisho, lakini si kwa umuhimu, naishukuru familia yangu, imesimama na mimi katika nyakati zote. Dua zenu, upendo na uvumilivu wenu vimenibeba na kulifanya kuendelea kuwa imara katika kuwatumikia wananchi wa taifa letu. Waheshimiwa wabunge wateule, muda mchache ujao mnaenda kuwapa kiapo cha uaminifu. Nawapongeza sana kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi ili kuwakilisha bungeni kwa bunge, bunge, bunge, bunge. Pamoja tushirikiane ili kulinda imani hiyo kubwa tuwepewa na wananchi. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza.